Bwana Yesu asifiwe, watu wa, wa Mungu kwa majina anaitwa mtumishi Aloyce Moshi. Siku ya leo tutasoma somo lenye kichwa kinachosema Giza la sikukuu ya Christmas na mwaka mpya wa Kirumi. Giza la sikukuu ya Christmas na mwaka mpya wa Kirumi, kwa mujibu wa Biblia sikukuu ambazo Mungu alikuwa amewaagiza Israeli waweze kuzishika mbele zake kwa mwaka zilikuwa ni sikukuu tatu. Ukisoma kitabu kile cha Kutoka sura ya thelathini na nne kuanzia mstari wa kumi na nane hadi mstari wa ishirini na tatu. Neno la Mungu linasema hiyo, sikukuu ya mikate isiyoti wa chachu utaitunza, utakula mikate isiyoti wa chachu muda wa siku saba, kama nilivyokuagiza kwa majira yaliyoaganwa katika mwezi wa Abibu, kwa kuwa ulitoka Misri katika mwezi huo. Na katika mwezi huo wa Abibu, kila kifunguacho mimba ni changu mimi, na wanyama wako wote walio waume, wazaliwa wa kwanza wa ng'ombe na wakondoo na mzaliwa wa kwanza wa punda utamkondoa, utamkomboa kwa mwanakondoo. tena kwamba utaki kumkomboa, ndipo utamvunja shingo. Wazaliwa wa kwanza wote wa wanao utawakomboa, wala hapana atakaye hudhuria mbele zangu mikono mitupu. Utafanya kazi siku sita, lakini katika siku ya saba utapumzika. Wakati wa kulima mashamba na wakati wa kuvuna pia utapumzika. Nawe utaitunza sikukuu ya majuma. Siku ya sikukuu ya kwanza ni hiyo ya Pasaka aliyokuwa anaielezea kuanzia mstari wa kumi na nane hadi mstari wa ishirini na moja. Mstari wa ishirini na mbili anasema nawe utaitunza sikukuu ya majuma, nayo ni ya malimbuko ya mavuno ya ngano. Hiyo ndiyo sikukuu ya pili, ni sikukuu ya majuma ambayo jina lingine ni sikukuu ya malimbuko ya mavuno ya ngano na sikukuu ya tatu na sikukuu ya kukusanya vitu mwisho wa mwaka. Hii ni sikukuu ya mavuno, ni sikukuu ya tatu hiyo, na sikukuu ya kukusanya vitu mwisho wa mwaka. Mstari wa ishirini na tatu anasema mara tatu kila mwaka watu waume wako wote watahudhuria mbele za Bwana Mungu, Mungu wa Israeli. k kwa mujibu wa neno la Mungu kwenye agano la kale sikukuu ambazo Mungu alikuwa amewaagiza Israeli wakusanyike mbele zake zilikuwa ni sikukuu tatu, ingawa huko ukizidi kusoma utagundua kulikuwa kuna sikukuu zingine ndogo ndogo za kawaida, lakini zile kuu tatu alizokuwa amewaagiza kwamba wahudhurie mbele zake ilikuwa ni sikukuu ya Pasaka, ilikuwa ni sikukuu ya Majuma ambayo ni ya malimbuko, na ilikuwa ni sikukuu ya mavuno lakini habari hii yote una uwezo pia kuipata pia ukisoma kitabu cha Mambo ya Walawi sura ishirini na tatu mstari wa nne hadi mstari wa thelathini na sita. Inaelezea hizi sikukuu tena kwa kujirudia. Um, kwa nini tunasoma ili somo? ni kwa sababu ya kuweza kuwa kuwakumbusha watu ya kwamba sikukuu yoyote ile inapofanyika mahali popote pale ni ibada. Sikukuu yoyote ile kibiblia kabisa sikukuu yoyote ile inayofanyika mahali popote pale ni ibada. Kutoka sura 34 mstari wa kumi na nane, Mungu anasema, hiyo sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu utaitunza, utakula mikate isiyotiwa chachu muda wa siku saba kama nilivyokuagiza, kwa majira yaliyoaganwa katika mwezi wa Abibu. Kwa hiyo hakuna sikukuu yoyote isiyo ndani ya agano Sikukuu zote zipo ndani ya agano, iwe ni sikukuu ya giza au iwe ni sikukuu ya nuru, zote zipo ndani ya agano. Inategemea ni agano lipi ambalo limeshikilia sikukuu hiyo. Um, sikukuu zote za nuru zipo ndani ya agano la Mungu ambaye ni nuru halisi, lakini sikukuu zote za giza zipo ndani ya agano la Mungu wa giza. Kwa hiyo uh, ni vizuri kujifunza hichi kitu ili kusudi mtu aweze kujua ya kwamba panapo kuwa na siku kuu wakati wowote ule, maanake ni siku kuu au ni sherehe ambayo inasherehekewa kiagano kiagano. Um, siku kuu ambazo kanisa la Israeli, au kanisa la Mungu la siku zile za kale walizokuwa wameagizwa kuzishika kama jinsi tulivyoona, kama jinsi neno la Mungu linavyosema ya kwamba ni sikukuu mara tatu kwa mwaka. Neno la Mungu linasema ya kwamba kwenye kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati, sura ya kumi na moja mstari wa ishirini na sita hadi mstari wa ishirini na nane. Kumbukumbu kumbu ya Torati sura ya kumi na moja mstari wa ishirini na sita mpaka ishirini na nane nasema, angalieni nawawekea mbele yenu hivi leo baraka na laana. Baraka ni hapo mtakapoyasikiza maagizo ya, ya Bwana Mungu wenu ni waagizayo leo, na laana ni hapo msiposikiza maagizo ya Bwana Mungu wenu, mkikengeuka katika njia ni waagizayo leo kwa kuandama miungu mingine msiyoijua. Kwa hiyo uh, mambo mwanadamu aliyowekewa mbele yake ni mambo mawili, ni baraka na laana, lakini neno la Mungu pia linatuonyesha kwamba mambo mwanadamu aliyowekewa mbele yake ni mambo mawili, ni uzima na mauti. Lakini Mungu anasema chagua uzima ukapate kuishi. Kwa hiyo mwanadamu ni kiumbe aliyekuwa ameumbwa kwa ajili ya kuabudu, tena kwa ajili ya kumwabudu Mungu wa kweli, Mungu halisi, Mungu muumbaji, kwa sababu uh, yeye amestahili kuabudiwa. Shetani alipokuwa ameasi mbinguni kwa kutaka kuichukua nafasi ya Mungu, tabia ile ile aliyokuwa nayo mbinguni ambayo ilifanya akaangushwa, ya kutaka kujifananisha na Mungu, tabia hiyo hiyo ilishuka nayo mpaka kwenye ulimwengu huu, na fikra zile zile ameendelea kuwa nazo mpaka leo, za kutaka ibada ya Mungu wa kweli aabudiwe yeye. Kwa hiyo kama pana sikukuu ambazo Mungu wa kweli alikuwa ameliagiza kanisa lake, Shetani alichokifanya yeye amelibadilishia kanisa sikukuu halisi ambazo walipaswa kuzishika na kuwapa sikukuu za giza. Maana yake ni amewabadilishia ibada na kuweza kuwapa ibada ya giza. Neno la Mungu kwenye kitabu kile cha Daniel sura ya saba mstari wa ishirini na tano linasema ya kwamba, naye atanena maneno kinyume chake aliye juu, naye atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu, naye ataazimu kubadili majira na sheria, nao watatiwa mikononi mwake kwa wakati na nyakati mbili na nusu wakati. Kanuni ya shetani anapotaka kulidhoofisha kanisa la Mungu au anapotaka kuwadhoofisha watakatifu wa Mungu, neno la Mungu linasema vitu wanavyokuwa anavifanya huenda viko vingi, lakini kwenye kitabu cha Daniela sura ya saba mstari wa ishirini na tano tunamegiwa vitu viwili ambavyo wanakuwa anavifanya. Cha kwanza, ili awadhoofishe huwa anabadilisha majira, anawabadilishia majira watakatifu wa Mungu. Cha pili anawabadilishia sheria. Kwa nini anawabadilishia majira? Kwa sababu ibada mwanadamu aliyoumbwa kumwabudu Mungu imefungwa ndani ya majira. Kusudi la Mungu kwa mwanadamu alilokuwa ameitiwa ulimwenguni limefungwa ndani ya majira. Kitabu kile cha cha Mhubiri sura ya tatu mstari wa kwanza. Neno la Mungu linasema kwa kila jambo kuna majira yake, na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Kwa kusudi mwanadamu aliloumbiwa na Mungu limefungwa katika wakati. Mapenzi ya Mungu kwa mwanadamu ambayo alitaka mwanadamu ayafanye, yamefungwa katika wakati, yamefungwa katika majira. Kwa hiyo adui anapotaka kumharibu mwanadamu asiyatende mapenzi ya Mungu ayatende mapenzi yake Anachokifanya, anashughulika na muda wake, anashughulika na majira yake, anambadilishia majira, anahakikisha ya kwamba anamiliki majira ambayo mwanadamu alikuwa amepaswa ku, ku, ku, kuyaishi majira hayo chini ya uongozi wa Mungu wa kweli. Na ndiyo maana neno la Mungu linasema ya kwamba tuenende kama watu wenye hekima, huku tukiukomboa wakati. Ni kwa sababu wakati una uwezo kabisa wa kutekwa. kwa hiyo Uh, adui yanapofanikiwa kuweza kuteka muda au majira au wakati wa watu wa Mungu, anachokifanya anawapa kuyafanya makusudi yake yeye ya giza ndani ya muda huo. Kwa hiyo sikukuu Mungu alizokuwa amewapa mwanadamu, alikuwa amewapa ndani ya majira, ndani ya majira yaliyoaganwa kiaganwa Anasema kwenye kitabu kile cha Kutoka sura 34 mstari wa kumi na nane ya kwamba hiyo sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu utaitunza, utakula mikate isiyotiwa chachu muda wa siku saba kama nilivyokuagiza, kwa majira yaliyoaganwa katika mwezi wa Abibu, kwa kuwa ulitoka Misri katika mwezi huo wa Abibu. Kwa hiyo majira, sikukuu Mungu alizokuwa ameuagiza watu wake, alikuwa amezifunga katika majira. Kwa hiyo adui anapotaka kudhoofisha watu wa Mungu anapoyakamata majira ya watu wa Mungu maanake ni kwamba anakamata na sikukuu ambazo Mungu alikuwa ameziagiza kwa watu wake. Lakini kitu cha pili ambacho Daniel sura saba mstari wa ishirini na tano inachotuonyesha ni kwamba si tu adui anakamata majira, lakini pia kitu kingine anachokikamata ana, ana, ana, si tu anabadili majira, lakini pia anabadili na sheria, anabadili na sheria Kanisa la Mungu, taifa la Mungu walipewa sheria ya kushika sikukuu za Mungu. Adui anachokifanya anawabadilishia sheria, anawapa sheria zake, na ndicho kilichofanyika kwenye kanisa la leo. Kanisa la leo, sikukuu zote ambazo zinashikwa kwenye kanisa la leo, ni sikukuu ipi ambayo ipo kwenye Biblia? Utaniambia ni sikukuu ya pasaka. Okay, Hatuongei hayo siku ya leo. Pasaka ambayo inaongelewa siku hii hizi za leo au ambayo inashikwa siku hizi za leo ni Easter. Na sio Passover, ni somo lingine, lakini somo hili la leo tunaongelea giza la siku kuu ya Christmas na mwaka mpya wa Kirumi. Um, adui alipoweza kulibadilishia kanisa la Mungu majira na sheria aliingiza sikukuu za uongo kwenye kanisa la Mungu, kwa sababu hakuna mahali popote kwenye Biblia Mungu ameagiza Christmas ishikwe. Hakupo, hakupo, hakupo. Sikukuu ambazo Mungu alikuwa ameagiza ni tofauti na hizo. Utaniambia okay, ya kwamba ni, ni, ni, ni, ni siku ambayo Yesu Kristo amezaliwa. Kuzaliwa kwa Yesu Kristo ni kitu kizuri, tunaamini katika hilo, ni furaha, ni sherehe. Hata malaika mbinguni walifurahi no, na waliimba kwa furaha, kwa sababu ni, ni, ni, ni mkombozi, ni mwokozi wa wanadamu wamezaliwa. Ni kweli kabisa, ni sherehe, lakini hayo majira, hiyo siku ambayo wamepewa kanisa, ndiyo siku yenyewe, ndio siku yenyewe. Lakini pia je, Biblia iliagiza ya kwamba hiyo siku aliozaliwa iwekwe rasmi iwe ni sikukuu ya kuadhimishwa kila baada ya majira kiagano? Je, Mungu alipokuwa anaachilia ana, ana, ana, ana, ana, kuzaliwa kwa mwana wake wa pekee hakujua ya kwamba jambo hili ni sikukuu, na awaagize watu wake ya kwamba washike iwe sikukuu? Kama kulikuwa kuna umuhimu wa yeye kufanya hivyo, kwa nini hakuagiza hivyo? Aliagiza hayo kwa wanadamu waenende wa namna hiyo ni nani? Lakini pia kama ni kitu kizuri, ni kweli Je, aliyeagiza ya kwamba yashikwe ndani ya, ya majira hayo ya siku ya tarehe ishirini 20...